Na mtazamaji, sasa tuangazie mojawapo ya taarifa kuu leo hii ambapo miito inaongezeka kwa serikali kutangaza rasmi bonde la Kerio kuwa eneo hatari ili kuwezesha operesheni za kuwapokonya silaha na kuwafurusha wahalifu wanaohangaisha wakazi. Wakizungumza katika kanisa la Sacred Heart of Jesus Cathedral mjini Eldoret wakati wa ibada ya wafu ya Padre Allois Cheruiyot Bett, viongozi walishinikiza uwajibikaji na haki kuhusiana na mauaji ya kasisi huyo. Padre Bett atazikwa kesho kwenye makaburi ya parokia ya Ol'Lessos mjini Eldoret. Kanisa la Sacred Heart of Jesus Cathedral mjini Eldoret liligubikwa na huzuni huku mamia ya waumini wa kanisa Katoliki, viongozi wa kanisa na wapendwa wakikusanyika kwa ibada ya wafu kwa Padre Allois Cheruiyot Bett, mtu aliyeenziwa na kuheshimiwa na jamii aliyoihudumia hadi kifo chake. Sauti zilisikika ndani ya kanisa hilo zikitoa wito kwamba bonde la Kerio lililoathirika kwa ghasia za muda mrefu litangazwe rasmi kuwa hatari, ili kuwezesha operesheni ya kuwapokonya silaha na kuwafurusha wahalifu wanaohangaisha wakazi eneo hilo. Pale Mount Elgon, Serikali ikagazeti. We need to gazette Kerio Valley as a disturbed zone so that we disarm, so that we disarm and flush out criminals that are within the community. Miito ya uwajibikaji na haki ilishamiri hasa kwa vile kifo cha Padre Bett kilijiri majuma machache baada ya kasisi mwingine wa Kikatoliki kuaga dunia katika hali ya kutatanisha. It is so sad tunapoenda kupumzisha padri wetu hakuna mtu anatuambia kama, kama hao watu wameshika. aijaliza dakika kumi kutoka kwa misa nakukuwa kurini alikuwa katikati ya majamii zetu. Kwa hiyo tunajua kati ya hata Wakristo wetu labda kuna baadhi ya wale walijua ama walia wakati huo wa huo kwenye kaunti ya Nandi, kundi la wazee ishirini na wanne lilikusanyika kwenye mlima wa Matambach katika eneo bunge la Aldai. Hapa utamaduni ulikumbana na mkasa. Wazee hao walikumbuka nyakati za mwisho za kasisi huyo katika igizo, na baadaye kuliharibu kulivunja na kulifukia ardhini, sawia na kusema kwamba halitajiri tena. Hatutaki pujo kwa Kenya. Vijana, kwa Kenya vijana, vijana amani, vijana yetu Kaeni kwa amani watu, kuua ni mbaya. Kwenye ulima huo walitembea na kuombea umoja, usalama wa taifa la Kenya, ambako hakuna mtumishi yeyote wa Mungu atauawa akitenda vyema. Hapa wasee ishirini na nne na wangine wako nje, hakuna mtoto hapa, hakuna mama hapa. Tumetoa kilio yetu, tumepiga makoti chini, tumetoa viatu na tumefaa na tumefaa vitilie tofauti na pimba ingine sio ya vita Tunaambia Kenya yote wawache kumwaga damu, watu wa Mungu wakiwawa bure, na tena nchi yetu ya Kenya. Tunaomba tena viongozi wa nchi yetu ya Kenya, Mungu asaidie. Siku ya Jumanne, mwili wa Padri Bet utapelekwa kwenye shule ya msingi ya mtakatifu Michael Terige, ili kutazamwa na umma na misa ya mwisho ya mazishi. Kufuatia misa hiyo, msafara utasindikiza mwili wa Padri Bet hadi kwenye makaburi ya parokia ya Ol'Lessos ambako watazikwa. Nikiripotia darubini, naitwa Gladys Mungai. <coughs>